Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Jumuiya yetu ya, ya Maridhiano na Amani Tanzania, Askofu Dr. Israel Gabriel Maasa, lakini kushoto kwangu naye mchungaji George Fupe, mkurugenzi wa idara ya dini Jumuiya ya, ya Maridhiano na Amani Tanzania yeah. Assalamu alaikum. Shalom, shalom, shalom, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi iwe pamoja nawe. Waheshimiwa waandishi wa habari, leo tena jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania imekuja na taarifa kwa vyombo vya habari nchini Tanzania kama ifuatavyo. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ni jumuiya ya viongozi wa dini mbalimbali mbali, na viongozi wa mila nchini Tanzania. Sisi viongozi wa dini tunaunda jumuiya hii. Tunasikitishwa sana na yale yaliyojitokeza na yanayoendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa hasa kwa vijana wetu wa Kenya kumvunjia heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo hili ni jambo baya sana na ni ukosefu wa maadili kwa vijana hawa. Ni jambo ambalo halileti heshima kwa taifa la Kenya lakini pia kuleta mahusiano mabaya kati ya nchi zetu hizi mbili. Wakenya ni ndugu wa Watanzania. Ukiacha ujirani ni ndugu wa damu pia. Sisi tunaamini Kenya ina viongozi wa dini, lakini pia kuna viongozi wa serikali. Tunaomba sana, tuwasihi vijana wetu waone angalau heshima ya kiongozi wa taifa jingine, ikiwemo Tanzania. Tuwakumbushe, heshima ya taifa lolote ni maadili ya watu wake. Nirudie, heshima ya taifa lolote ni maadili ya watu wake. Kama vijana wetu wa Kenya wataendelea na matusi haya na utovu wa adabu kwa rais wa Tanzania na jirani zao wa Tanzania, ndugu zao wa Tanzania ni dhahiri itakuwa ni kumkosea sana Mwenyezi Mungu ambaye aliyetuumba sote, wa Kenya na wa Tanzania, lakini pia itakuwa ni kuwatukanisha wazazi wao pia na kupoteza ustaarabu katika uso wa dunia kwa taifa hilo. Tunaomba sana tena kwa unyenyekevu mkubwa kutoendelea na hali hii, maana tunahitajiana kati ya Wakenya na Watanzania, tulipofikia panatosha. Nirudie, vijana wetu wa Kitanzania wale ambao wanajibu, na vijana wetu wa Kenya wale ambao wanajibu, niseme tulipofikia panatosha, kwani moto mkubwa huanza na cheche ndogo. Tunachukua fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuonyesha ukomavu mkubwa wa kisiasa hasa katika kadhia hii. Mama au mwanamke huzaa watoto tofauti tofauti, sio wote wanaweza kupata maadili yanayofanana au maadili mema, lakini wote ni watoto. Vijana wa Kitanzania ni watoto waliozaliwa na mwanamke. Vijana wa Kenya ni watoto waliozaliwa na mwanamke pia. Tunamwomba sana Mama Samia kwa kumwambia samehe. Samehe yote, kwani mtoto wa mwenzio ni wako. Tunamkumbusha Mama Samia yaliyompitia Masiha mwana wa Maryam Yesu, ni makubwa zaidi, lakini alisamehe saba mara sabini. Aliyofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya na makubwa pia, lakini aliwaambia waliomfanyia vibaya, nendeni nendeni nanyi mko huru, idhabu fa antum tulaqa. Mama Samia, endelea kusamehe. Lakini pia tunaipongeza sana wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania chini ya waziri wake Innocent Bashungwa kwa kutumia hekima na busara nyingi katika kuyaendea mambo mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi yetu. Wizara na vyombo vyetu mbalimbali vya ulinzi na usalama vina heshima kubwa katika kumlinda mtanzania na mali zake, kulinda heshima ya viongozi wa Tanzania na amani ya Tanzania kwa ujumla. Kenya inahitaji amani, Tanzania inahitaji amani. Hivyo tunawaomba viongozi wenzetu wa dini nchini Kenya, tushirikiane katika kuwaongoza na kuwashauri vijana wetu Kenya na Tanzania kuheshimiana na kutovunja mahusiano mazuri tuliyoyajenga kwa miaka mingi, tusitafute mshindi katika hili. Nirudie, tusitafute mshindi katika hili. Katika Methali ishirini mstari wa tatu inasema mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu ataka kugombana. Mithali ishirini tatu. Mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu ataka kugombana. Vijana wa Kenya naamini wanadini wana imani, vijana wa kitanzania tunaamini wanadini wana imani na haya ni mafundisho ya dini zetu pia. Hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ayathibitishe haya, haya tuliyoyasema. Kama viongozi wa dini tunawasihi na kuwashauri, sote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu tunaamini kwamba iko siku ya hukumu, na hawa ni watoto wetu na hawa ni vijana wetu, kuwasihi na kuwashauri ni haki yetu. Mwisho niseme Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Kenya. Mungu ibariki Afrika Mashariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.